Uh, ni kwamba ninamshikilia Wales Gerald miaka 45, mkazi wa kijiji cha Makarango kilicho katika wilaya ya Masasi e, mkoa wa Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya marehemu alikuwa anaitwa Daniel Rafael Reuben ambaye alikuwa na miaka 48, e, mtumio mtumiwa alitekeleza kitendo hicho cha mauaji Machi 18, 2025 Uh, kwa kumchoma marehemu na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake. Uh, na kumkata sehemu mbalimbali za siri au sehemu za ume na kumsababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake huyo marehemu. Chanzo cha mauaji hayo ni baada ya mtumiwa kumtuhumu marehemu kuwa uh, alikuwa akimwibia mali zake au vitu mbalimbali nyumbani kwake. Marehemu na mtuhumiwa wa walikuwa wakiishi nyumba moja na walikuwa wakishirikiana katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato ambapo ni mali pale pale kwake mwizi lakini kimsingi hapakuwa na uthibitisho. Hizo ni majibu ambayo kimsingi alikuwa akieleza mwenyewe. Na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni kumi leo?